Karibu tena katika channel yetu pendwa ya, ya Rajab Synic kama mara ya kwanza kutizama video yote kupitia Rajab Synic ni kuombe tu subscribe, ku like, comment, na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Leo nakwenda kukuelekeza jinsi ya kuweza kuzuia message kwa muda e, kuna muda labda unafanya shughuli za msingi za kiofisi so, unahitaji kuzuia message kwa muda huo e, ili isiwe kero ukiwa unaendelea majukumu yako mengine ya kikazi. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho, nimekuelekeza jinsi ya kuzuia mesi na kuondoa pia. Basi baada ya kushika simu yako tena, kwenye faila la kupigia simu kama hivyo. Baada ya kwenda utabonyeza nyota nyota, e. kisha utabonyeza tatu ehe, baada ya kubonyeza utabonyeza tano alafu utabonyeza nyota, utabonyeza tena, kisha utabonyeza sifuri sifuri sifuri, ziwe nne, kisha utaweka alama ya leli mona hii ndo utaweza kuzuia message. Basi ukitaka kuondoa, utabonyeza kodi hii leli leli thelathini na tatu sifuri leli. Hii itakusaidia katika kuiondoa, so tumia hii ili kuweza kuondoa. Hivyo basi hiyo ni njia pekee ambayo itakuwezesha eh, itakuwezesha katika kuzuia message, lakini pia na kuondoa. Ubaya sasa au outcome ya ya kodi hizi hazikubali kwa kila simu au kwa kila mtandao. So unaweza kukaa kwenye mtandao wako ikakubali na mtandao mwingine ikakataa. Nikombe tu subscribe ku like ku comment na ku share kwa ndugu jamaa na marafiki. Na mimi jina langu ni Rajab Synic, nikutakia siku njema, bye bye.